namna mate ya mbu yalivyo nyenzo muhimu kwenye malaria, namna mate ya mbu yalivyo nyenzo muhimu kwenye malaria. Lakini DPP awachia huru watu 607 waliotuhumiwa kwa uhaini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, lakini bado kuna habari inayosema wanaodaiwa kuhamasisha maandamano wakamatwa wanaodaiwa kuhamasisha maandamano wakamatwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe. E, kwani jeshi la polisi halitasita kumchukulia hatua za kisheria yoyote atakayebainika kufanya vitendo kama hivyo hiyo. E, ni jeshi la polisi imeongea hiyo. Ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini mwarobaini wa foleni ya marori daa wapatikana, na wananchi walia bei za vyakula zikipaa. E, wananchi walia bei za vyakula zikipaa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, ukurasa wa mbele. Lakini Papa Leo wa kumi na nne aingia msikitini avua viatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii kwa asubuhi ya leo, tuangazie gazeti lako la Mwananchi asubuhi ya leo, lenye habari kubwa zipo mbele. Kuna pari na usema Papa Leo wa 14 atembelea msikitini, msikiti maarufu, msikiti Uturuki. E, ametembelea msikiti wa Sultan Ahmed unaojulikana pia kama Blue Mosque uliopo Istanbul nchini Uturuki. Lakini kuna habari bado inayosema eh, DC Itunda wakulima wakataeni vishoka limeni kahawa kwa malengo. Huyo ni DC Itunda asema wakulima wakataeni vishoka. Lakini ugomvi wa simu wa sababu mume kutupwa jela kwa mauaji ya mkewe. E, ugomvi wa simu sababu mume kutupwa jela kwa mauaji ya mkewe. Lakini kuna pale inasema kimbembe huduma ofisi za serikali za mitaa zilizochoma moto. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Mwananchi nasema mfungwa atoa ushahidi kortini jinsi mkuu wa gereza alivyochukua shilingi milioni 45. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa kwa kwa gazeti lako la habari leo lenyewe linaanza na habari inayosema eh, wakimbizi wa Burundi kutopewa uraia Tanzania. Eh, yuna habari kwenye gazeti lako la habari leo linasema wakimbizi wa Burundi eh, kutokupewa uraia Tanzania. Yuna habari kurasa watatu, lakini kitimtim cha ume ume, eh, yenye kiti sisi leo eh, kiti timu cha umea mwenyekiti eh, sisi mleo, leo yuna bani endelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini kasi ya utekelezaji ahadi hiyo, e, kasi ya utekelezaji ahadi, lakini msikubali kushawishiwa kuingia kwenye vurugu, yuna bani pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa wa mbele huku. Kabudi awapa somo vijana kulinda nchi yao na kilimo cha mhogo kuzalisha ajira e, zaidi ya laki moja. Hilo ni gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la habari leo e, tuangazie kwenye gazeti lako la na Mwanahalisi, lakini naandika mfupa mgumu, vigogo waburuzwa ICC. Lakini safari imeanza, serikali yajitwisha zigo na karata ya udini udini, kuchoma kuchoma nchi e, hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi ukurasa wa mbele, lakini bado kuna gazeti lako E, tuendelee kwenye gazeti lako Raia Mwema lenye linaandika aliyejitenga KKKT, e, sasa anja na KKUT. Lakini kuna habari inasema TRA yafichua siri ya Tanzania kujitegemea. E, TRA yafichua siri ya Tanzania kujitegemea, lakini inauma sana, waziri mkuu asema vurugu Oktoba 29 zimepoteza e, watu, asema kutaja idadi ni sawa na kushangilia waliofariki lakini Padri Kitima ana siri nzito, na kuna habari inayosema eh, hakimu awatia ng'ombe hatiani eh, ilo gazeti bado linaendelea kuwepo sokoni kwenye gazeti lako la Raia Mwema. Lakini gazeti lako la Jamhuri linaandika tusiviziane, wadau waeleza mbinu za kupunguza jazba. Lakini familia taasisi za dini, vyombo vya habari vyapewa majukumu. Lakini kateni kiu ya watanzania kupata katiba mpya, eh, kateni kiu ya watanzania kupata katiba mpya. Msigua aibuka atoa ombi kwa Watanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamhuri kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Taifa, e, Jumapili yenyewe inaandika mafunzo kumi kwa Gachagua. Hilo ni gazeti lako la Taifa Jumapili, linaandika mafunzo e, kumi kwa Gachagua. Lakini jua kali sasa, mwongozo waliosoma Wakenya walipatavyo vitani Urusi. Bahari nondo ya Museveni tishio Kenya, bahari ndoto za Museveni tishio Kenya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la taifa jumapili kwenye kurasa wa mbele. Lakini maana ya ushindi wa kombe ni gazeti lako la taifa jumapili kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni mafunzo kumi kwa Gachagua. Hilo ni gazeti lako la taifa jumapili, lakini bado tunaendelea kwenye magazeti. Tuangazie sasa gazeti lako Eh, gazeti la Arnur lenye linaandika neema kubwa yaja, ujenzi wa bandari ya Bagamoyo kuanza Desemba, amani italindwa, eh, nchi ni salama eh, lakini kila mtanzania ana jukumu la kulinda amani. Hiyo ni gazeti lako la Arnur kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania Tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Habari Leo linaanza habari e, Simba Black Stars vitani tena makundi Afrika nambar, mwenyekiti mpya bodi ya ligi wn e, tumeonesha kiwango kizuri. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa nakala yako kwa habari e, kwa kinam. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako. Na kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika hatima ya Mo Dewji Simba paswa kichwa kigogo afunguka, hatima ya Mo Dewji Simba paswa kichwa kigogo afunguka. Lakini Karabaka afichua mpanzo wenzake walivyomngoa Simba e, Karabaka afichua mpanzo na wenzake walivyomngoa Simba e, filamu ya makame usajili JKT Tanzania Yanga e, filamu ya makame usajili JKT Tanzania Yanga. Lakini bosi wa Azam mwenyekiti mpya bodi ya ligi kuu, e, bosi wa Azam mwenyekiti mpya bodi ya ligi kuu hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula Mwanaspoti kwenye kurasa wa michezo. Lakini baada ya habari inasema bosi Azam mwenyekiti mpya bodi ya ligi kuu, rais wa Azam Nasoro Soro Idrisa Fadha amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB leo Novemba eh 29. Lakini kuna habari inayosema kisa cha Bongomani na tuhuma za mchepuko wa rais Moi, hiyo ina habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini Aucho ampa mzuka Gamondi, Singida akiwa vaa wa sauzi kesho. E, Aucho ampa mzuka Gamondi, e, Singida akiwa vaa wa sauzi, hiyo ni habari kwenye gazeti lako pata, nakala yako kwa habari kwa kina, lakini tena gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Uh, tuangazie sasa kwenye kwenye gazeti gazeti la la kula Nipashe. Kuna habari inayosema na soro ametangaza kukutoa nafasi hiyo ya mwenyekiti TPLB, hiyo ni habari kwenye gazeti la kula, kwenye gazeti la Nipashe hiyo, uh, kiti, uh, kwenye kurasa za mchezo PSCF ya shiriki bonanza la afya la wajiri 2025 22. Hilo ni gazeti la kula Nipashe linaandika PSCCF ya shiriki bonanza la afya ya wajiri